Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzieneze nyoyo za waamini wako, uwatie mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu unayefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponso Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu siku ya tatu kafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kuwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika watakatifu wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe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 zaidi huruma yako. Matendo ya Utukufu. Tendo la kwanza, Yesu anafufuka. Tumwombe Mungu atujalie kugeuka watakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea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 utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote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 utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote.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 Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu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 kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Ee hey Yesu wangu, utusamee dhambi zetu, utukinge na moto wa milele ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Matendo ya Utukufu, tendo la tatu: Roho Mtakatifu anawashukia Mitume. Tumwombe Mungu atujalie bidii katika dini yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,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 Ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Matendo ya Utukufu, tendo la nne: Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Tumwombe Mungu atujalie kufa vizuri. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe mauvuni. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote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 utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote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 tuokoe siku zote kila tuingiapo hapo hatarini, ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina.